Uharibifu wa mazingira kupitia uchafuzi wa plastiki bado unasalia kwa changamoto kuu licha ya hatua zilizowekwa kama vile marufuku ya matumizi ya plastiki ambayo iliwekwa mwaka wa elfu mbili na kumi na saba. So the, we still have a long way to go as a country in terms of banning of uh, use of plastic and I think that The discussion should continue because it disappeared somewhere. uh, at some point we uh, we, we, we forgot that this is an issue that we should continue uh, discussing Hata hivyo, Marufuku hiyo haijatekelezwa ipasavyo kwani plastiki zinatumika kwa kiwango cha juu. Wakati wa maadhimisho ya siku ya mazingira kaunti ya Makueni, gavana Mutula Kilonzo aliilaumu serikali ya kitaifa kwa kutohusisha kikamilifu serikali za kaunti katika vita dhidi ya plastiki, huku wanaoziingiza plastiki nchini na wanaozitengeneza wakisalia huru.

ambao ndio chanzo cha bowa la twake. Linawatia kiwewe viongozi wa eneo la Ukambani wakitaka wanaochafua mazingira kujukumishwa kuyasafisha. Wiklif Kipkemoi, Undugu TV.